Watu wanaweza wakawa chanzo cha mafanikio yako, lakini pia watu wanaweza wakawa chanzo cha kufeli kwako. Watu wengi ukiwauliza walivyofanikiwa, watakutajia watu, na watu wengi ukiwauliza walivyofeli, pia watakutajia watu. Katika maisha, kuna watu wanaingia katika maisha yetu wakawa ni chanzo cha baraka, lakini wapo wanaoingia kwetu wakawa ni chanzo cha sisi kufeli, kushindwa, na kurudi nyuma. Kuna aina nne za watu ambao unatakiwa uwe nao makini sana, ili wasije kuwa chanzo cha wewe kuto kufanikiwa au kuduma, au wakati mwingine hata kufeli kabisa na kushindwa kutimiza ndoto yako. Aina ya kwanza ya watu ambao wanatakiwa kuwa nao makini ni wale ambao wanakukimbia wakati wa crisis. Kila mtu kwenye maisha yetu anapitia kipindi cha crisis, kipindi ambacho mambo yanakuwa magumu, mambo yanakuwa yaeleweki, mambo yanakuwa pia ni ma, yamekuzidi ya kwa namna fulani, unapoteza kazi, unapoteza mahusiano, uko kwenye changamoto za kifedha, unafukuzwa kwenye nyumba mpoteza biashara uko kwenye kesi mahakamani, na vitu vinavyofana hivyo, mpata aibu kwenye maisha. Mtu yoyote ambaye anakukimbia wakati wa crisis, wakati ambako unapitia nyakati ngumu zaidi kwenye maisha yako, kwa naye makini sana. Kuna watu ambao hawako tayari kuambatana na sisi katika nyakati hizo, hao watu wanakaa mbali na wewe yani hawapokee simu zako, hawa watu hawapatikani, wengine wanakublock hata kukublock, wengine wanakuzimia wana na simu, wengine wanaonekana kama vile hawakutambui, wengine unaweza ukakutana nao kabisa uso kwa uso, lakini wana act kama vile hawakujui. Kipindi cha crisis wanakukimbia, be careful. Uwe makini sana, watu wanasema hivi, make sure you you pay attention who runs from you when you are in crisis. Hakikisha unazingatia na unafuatilia nani wanakukimbia kipindi unapokuwa katika crisis za maisha, kwa sababu hii itakuonyesha kwamba wewe ni mtu wa namna gani. Anaweza usikate naye mawasiliano kabisa au mawasiliano kabisa, lakini utajua umweke wapi. Namba mbili, kuwa makini na watu wanaotoa wa visingizio kila unapowahitaji yani, kila unapowahitaji yani, inawezekana wewe wakikuhitaji uko available, wanaugua, unapatikana, wana shida ya kukopa pesa, unapatikana, unataka wasindikize mahali, unapatikana, yani wewe unapatikana kwao, lakini wewe unapowahitaji hawapatikani. Unaugua, umefiwa, unawahitaji kwa ushauri, hawapatikani, wako bizi tu na mambo yao. Lakini wewe ukiwahitaji, wewe wakikuhitaji, unapatikana. Kuwa makini sana na watu hao wanaotoa wa visingizio, na wakati mwingine unaweza ukaona kabisa visingizio anavyotoa vina uhalisia, sio vya kweli eh, ni vitu ambavyo wanatengeneza. So uwe makini kama watu, huyu mtu hapatikani wakati wewe unamhitaji, maanake ni mtu hatari sana. Matokeo wanaye makini sana kwa sababu maana yake ni kwamba anakuchukulia wewe kama mtu wa kumsaidia, lakini yeye hayuko tayari kukurudishia msaada pale unapokuwa unahitaji. Lakini kingine, kuwa makini sana na watu ambao wanakufurahia na kukutambua ukiwa uketu, yaani ukiwa uke ni sawa, yaani mambo yako yamenyoka hivi, hawa wanashida na wewe au watasema huw ni rafiki yangu, watakuposti kwenye birthday kwenye nini, wataji watajisemesha kwa watu wengine, tunamjua wewe ni mtu wetu na nani nani. Wanakufurahia tu ukiwa okay, the moment you are not okay. Waone the moment uko sawa waone, akili kiwa imevurugika waone, matatizo yakikupata wa waone, yani wao furaha yako na wao ni pale tu unapokuwa okay. K siku usipokuwa okay, waone tena au ni watu wa kuwa nao makini sana. Wanaweza wakakuharibisha vibaya mno kwenye maisha yako. Ukiwa kwenye biashara uko kwenye piki wako na wewe. Ukipata hasara hawako na wewe. Ukiwa biashara umeimpoti umeleta vitu vyako kutoka nje ya nchi wako sawa. Tarehe wakikamata mizigo yako unahitaji msaada hauko sawa na wewe. Hapo sasa huyo sio mtu. Uko mambo yako yanaenda vizuri wako sawa na wewe. Changamoto imetokea umeenda polisi au ndugu zako hawako pamoja na wewe. No, no, no, huyu mtu kwa naye makini sana. Cha mwisho kuwa makini sana na watu ambao wakiwa na shida wanalazimisha sana kuwasaidia. Yaani hawa wakiwa na shida ni kama vile wewe ulikuja kwa kwa ajili ya kuwasaidia wao tu. Na wanaweza kuwa ni ndugu zako wa kuzaliwa kwa damu, wanaweza kuwa ni marafiki zako, wanaweza kuwa watu wanaofanya nao kazini, au wanaweza kuwa hata ni mtu ambaye uko nayo kwenye, kwenye mahusiano. Mtu akiwa na shida analazimisha. Yaani ana, ni kama anasema yani, wewe fanye unachojua lakini lazima unisaidie. Yaani yuko tayari wewe uingie kwenye madeni uingie kwenye aibu, uingie kwenye chochote, ili mradi umefanya kitu cha kumsaidia. Lakini opposite is not true. Yaani yeye ukimhitaji unapokuwa wewe na shida, hapatikani, haonekani. Na wala ajigusi. Hayuko tayari kufanya chochote kwa ajili ya kukusaidia kwenye uhitaji wako. Ukimwona mtu ambaye analazimisha, yani akiwa na changamoto, analazimisha lazima umsaidie, piga huo. Hata kama anajua una matatizo, anajua una madeni, anajua mshahara wako ni mdogo, anajua unaumwa, lakini he doesn't care or oh, she doesn't care. Ye hajali ya mambo yote, ye anataka tu anachokitaka, lazima umpatie. Huyu uh, mtu ni hatari kwenye maisha yako, kwa sababu ina maana huyu mtu ahusiani na wewe kwa sababu anakupenda wewe, anahusiana na wewe kwa sababu unamsaidia kwenye mambo ambayo unafanya. <coughs> Eh? Ni vizuri pia tujifunze kupitia uzoefu wako. Mm. Ngependa kusikia maoni yako pia. See you at the top.